Feaboy TV ni channel inayokuletea updates zote kuhusu ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini, tech na jinsi ya kupata kipato mtandaoni. Subscribe sasa ili usipitwe na taarifa tunapotoa video mpya. Unaweza pia kutembelea na kujiunga na grupu letu la Telegram. Asanteni na karibuni. Jamhuri ya mhuri, ya ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma. Nafasi za kazi. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi nane kama ilivyoainishwa katika tangazo hili: mpiga chapa msaidizi daraja la pili, assistant printers nafasi nane. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Majukumu ya kazi: kukunja karatasi ngumu na kutengeneza kava za vitabu, majarida, madaftari katika mahitaji mbalimbali kwa kugandisha, kuweka pamoja au kushona katika hali mbalimbali mbali za ubora, kukarabati vitabu, kumbukumbu mbalimbali au majarida kwa kuyawekea gamba jipya au kurudisha katika hali yake ya mwanzo kutegemea na kifaa hicho kilivyoharibika, kupanga vifaa vilivyotengenezwa katika makasha kwa vipimo vyake au katika seti, kuendesha mashine ya kukata karatasi, kupiga chapa mashine za composing, kushona au kugandisha vitabu, majarida, madaftari na vifaa vingine vitakavyokuwa vimetakiwa kwa mtindo na ubora wake kupanga karatasi zitakazochapwa kwa hesabu ya kila kitabu, jarida, daftari na vinginevyo kwa kushonwa au kugandishwa pamoja. Sifa za mwombaji kuajiriwa: wahitimu wa kidato cha nne au sita katika masomo ya sayansi au sanaa wenye cheti cha majaribio ya ufundi daraja la kwanza, trade test grade one, au level three, katika lithography, composing, binding Machine binding au waliohitimu mafunzo ya miaka miwili ya kupiga chapa. Ngazi ya mshahara, kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali TGSB. Masharti ya jumla, waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45, isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainishwa kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Waombaji wote waambatanishe cheti cha kuzaliwa kilichothibitishwa na mwanasheria au wakili. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa umma na wamejipatia sifa za kuingilia katika kada tofauti na walizonazo wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za kazi kwa waajiri wao, na waajiri wajiridhishe ipasavyo. Waombaji waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detail CV yenye anwani na namba za simu za kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa kuaminika. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo nakala na vyeti vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili, ambavyo ni vyeti vya kuzaliwa, kidato cha nne, kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali, kwa kuzingatia sifa za kazi husika, postgraduate au degree, advanced diploma au diploma, certificate, cheti cha mtihani wa kidato cha nne na cha sita, computer certificate vyeti vya kitaalamu professional certificate from respective board, testimonial, professional result statement of result, hati matokeo za kidato cha 4 na 6 form 4 and form 6 result slip vitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika TCU, NECTA na NACTE. Waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wana kibali cha katibu mkuu kiongozi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyomo katika waraka namba CAC 45/257/01/D/140. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 5 Juni 2025. Muhimu kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Katibu, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau kusubscribe, like na comment. Pia ujiunge na grupu letu la Telegram, link nimekuwekea katika bio ya channel hii ili kuweza kupata update mbalimbali mbali za ajira, pamoja na mafunzo mengine mbalimbali. Asante mbali. Na karibu.